Yako iko wapi? Na mungu wetu ni Mungu wa huruma. Utakujaje kupokea huruma ya Mungu wewe? Tunasema kila mtu ni mkosefu mbele ya mwenyezi Mungu, katika ukosefu wako utasamehewaje wakati wewe una huruma na watu wengine? Na wanasiasa, wanasiasa, unapotenda haki kwenye siasa, Mungu anakukubali na watu wanakukubali. Endesha siasa za haki, acha upendeleo, acha wizi, acha udanganyifu, tenda yaliyo sawa mbele ya mwenyezi Mungu. Kutenda haki maana yake ni kufanya yaliyo sawa mbele ya mwenyezi Mungu, na hapo ndio mwenyezi Mungu atakukubali. Tenda haki, tenda haki, tena usimbambikizie mtu kesi, kwa sababu yuko hakimu ambaye mtume Petro amemwambia Korneli, Kristo alikufa na tena amefufuka, ili awe bwana wa bua wazima na wafu. Bwana wa wazima na wafu ni Kristo. Yeye ndiye anayeona mambo yote. Lipi umefanya jema, upate tuzo. Lipi umefanya vibaya. Usipotubu utaangamia. Alituambia, msipotubu mtaangamia hivyo hivyo. Walipompelekea taarifa ya watu walioangukiwa na mnara kule Sulamu, kawaogwa wote, walipompelekea taarifa ya watu ambao Pilato aliwachinja akachanganya damu zao na sadaka zao wakaangamia wakafa, Yesu anauliza swali: mnafikiri hao walikuwa wenye dhambi zaidi kuliko wanadamu wote wakao duniani? Akasema, la sivyo. Msipotubu ninyi mtaangamia vivyo hivyo, hivyo.